Hamazi, awali ya yote tunayo furaha kubwa sana kufanikisha zoezi la uzinduzi wa tawi letu hapa Vigoa, na sasa ni sisi tunatambulika rasmi kuwa ni tawi la Simba Sports. Hongereni kwa juhudi na jitihada ambazo mmezifanya na hatimaye, baada ya kusubiri kwa muda mrefu, leo ndoto ya wanavigoa imekamilika, na sisi tunamiliki tawi letu na ofisi yetu, na tunamiliki sehemu rasmi ya wanavigoa kukutana na kuzungumza kuhusiana na maendeleo ya timu yetu ya Simba Sports Club. Mipango <coughs> yote kuhusiana na tawi taratibu na miongozo yote atakuja kueleza mkurugenzi wa wanachama na mashabiki Hamisikisiwa, lakini mimi nizungumze kidogo tu kile ambacho kiko mbele yetu hivi karibuni. Shughuli yetu ya leo hapa Vigoa ina taswira mbili. Ya kwanza ilikuwa ni kuzindua hili tawi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tawi tumelizindua hiyo ilikuwa ni hatua ya kwanza, lakini la pili ilikuwa ni kufanya hamasa kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe ishirini na tatu wa mwezi huu wa kumi na moja kwa maana ya Jumapili ijayo. Zekisi amekuja kuzindua tawi kwa sababu ndiyo eneo lake, na mimi nimekuja kufanya hamasa kwa sababu ndiyo eneo langu lakini ninawahitaji wana vigoa wote tarehe ishirini na tatu siku ya Jumapili wote mje uwanjani katika mchezo huo, mm. Hiyo ndiyo sababu pekee ambayo imenifanya nije hapa Vigoa, nije nizungumze nani? Watu wa Vigoa, watu wachamazi kwa ujumla wake wote, kwa pamoja tarehe ishirini na tatu twende tukaipe sapoti timu yetu, twende tukaishangilie timu yetu siku ya Jumapili, siku tano kutokea hii leo. Asibaki mwanachama yeyote wa hapa vigoa, tayari mmeshazindua ofisi yenu, kwa kuwa nikipe kinyemi basi, mkachukua TV yenu pale mkajifungia ndani, mkakaa mnaangalia wenyewe. Hatutaki siku ya Jumapili ofisi hii ikafunguliwa, na sio tu ofisi hii ya Vigoa, ofisi za zote za matawi ya Simba Jumapili hazipaswi kufunguliwa. Ofisi zote na matawi yote ya Simba, tarehe ishirini na tatu, mnalazimika kuja uwanjani. Twende tukaipe nguvu timu yetu, wachezaji wetu, benchi wa ufundi linatuhitaji sisi mashabiki siku ya Jumapili. Sisi ndio watu wa kuwatia nguvu, sisi ndio watu wa kuwapa moyo, sisi ndio watu wa kuwapa matumaini wachezaji wetu wanapokuwa wanavuja jasho pale kiwanjani. Sisi tunapoamua kukaa nyumbani, hata kama utashangilia vipi, lakini bado mchango wako hauwezi kufika Benjamin Mkapa, lakini utakapoingia uwanjani kelele utakayoipiga itakwenda kuwaamsha wachezaji wetu, wapambane watupiganie, tuweze kupata alama tatu kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Kupata alama tatu sio kazi ya wachezaji peke yake kwenye ligi ya mabingwa Afrika, kupata alama tatu ni kazi ya kila mwana Simba. Wewe mwana Simba wa Vigoa, mchezaji wa Simba Sports viongozi wa Simba Sports wote watatu tukaunganisha nguvu yetu kwa pamoja, mpinzani wetu Mwangola anapasuka mapema sana, Benjamin. Kwa hiyo jukumu la kuja uwanjani siku hiyo sio jukumu la watu maalum, sio jukumu la vijana pekee, hata nini, wazee wa vigo. Tarehe ishirini na tatu natakiwa kuja si bado? E, una nguvu, nakuona, nakuona, nakuona mzo wangu na nguvu bado, una nguvu ya kutosha bado, una nguvu ya kupambana pale uwanjani bado na nguvu ya kushangilia, na wazee vile vile tunawahitaji uwanjani siku hiyo. Yani nyumbani siku ya Jumapili wabaki watoto wadogo sana na watu wasiojiweza, lakini waliobaki wote tarehe 23 unatakiwa kufika Benjamin Mkapa, iwe jua iwe mvua, chochote kitakachotokea tarehe ishirini na tatu kisikuzuie mwana simba kuja uwanjani. Huu ndio ujumbe wangu ambao nimekuja kuwaeleza watu wa Vigoa, nimekuja kuwasisitiza watu wa Vigoa. Na kwa kuwa tayari tuna ofisi yetu, tayari tuna tawi letu, kiongozi mwenyekiti bwana Shirima pamoja na makatibu wako na viongozi wako wote, na semaji la tawi la Vigoa na semaji na ashi <laughs>

Na hili tabu la vigoa bwana na mikwala, kila mtu ana, ana, ana, ana, nani nini ana, eh, eh, kila mtu anaediokor. Hii ni shida ya kumwachia makonde awaongozi, kwa mwachia kalama awaongoze akagawa rediokoro kwa kila mwananchi. Kwa hiyo ndugu zanguni wanavigoa huu ndio ujumbe mahususi ambao nimekuja nao kuwaeleza kila mwanavigoa. Siku hiyo anatakiwa kuja uwanjani. Nyumbani wewe lipia kingamuzi chako vizuri tu, waachie wa nyumbani waangalie, lakini wewe baba, wewe mama, chukua na mtoto wenu ama watoto wenu. Kama una watoto wengi, ndio utajua hapo hapo, kila mmoja mlipia shilingi elfu tano wote mje uwanjani siku hiyo. Bwana Semaji la vigoa, pita kila nyumba ya mwana simba Pita kila mtaa wa mwanasimba, zungumza, hamasisha wakusanye, wa, wa wanasimba wote tarehe ishirini na tatu wote mje uwanjani siku hiyo. Una mwili mkubwa lakini usio mzito, pita kila kichaka, zungumza na mwanasimba, mwambie twende uwanjani. Hapa kwenye tawi letu turatibu kwa pamoja, usafiri wa pamoja, tuondoke kwa pamoja kutoka hapa tawini tuchukue kosta zetu nne tuondoke pamoja twende mpaka Benjamin Mkapa, tuangalie mechi kwa pamoja turejee kwa pamoja. Hiyo ndiyo maana halisi ya kuwa na tawi, sio kila mmoja anaondoka kivyake kivyake. Tu ondokeni kwa pamoja mrudi kwa pamoja, ndiyo maana halisi ya kuwa na ofisi, ndiyo maana halisi ya kuwa na tawi. Nadhani hiyo kwenu sio geni mmeshafanya sana lakini tunasisitizana kwa sababu tayari nyinyi mmeshakuwa familia rasmi ya Simba Sports Club. Semaji kiume mzito anasema tayari wana gari tatu, watu sitini. Asante tafikie matatu mengine. Si apatikana, sina mashaka, kuna siku tano yeah? Yeah. Tunapata basisi vizuri. Kwa wale ambao bado hawajanunua tiketi, nunueni tiketi zenu hapa, tumewaletea vigoa ili kuepusha usumbufu, na hili ni jambo la msingi sana, hasa nyinyi watu wa Mbagala, mara nyingi ndio mnakuaga wa mwisho kununua tiketi, nasubiri siku ya tukio ndio mje mnunue tiketi. Sasa ikifika siku yenyewe mitandao inazidiwa, alafu unaanza kulalamika, nimefika mpaka hapa Taifa, tiketi hazipatikani, hawa wanatujumu e, e, e. Sasa kuepusha yote hayo nunua mapema tiketi yako, ili ikifika siku ya mchezo, wewe ni kuingia tu uwanjani kwenda kufurahia kile ambacho kinakwenda kufanyika Benjamin Mkapa. Usisubiri mpaka dakika ya mwisho, nunua mapema ili uende ukafurahie burudani siku hiyo. Na haya magari matatu ambayo tayari mmeshajaza tiketi zenu nunueni hapa hapa, alafu endelea kuhamasisha hayo mengine matatu nayo kudai, alafu tiketi zake utanunua hapo baadaye au kwa kuwa wewe ni bosi mkubwa, semaji la vigoa nunua wa kabisa, watakurudishia hela yako ndugu zanguni. <tuhi> Sasa nisimame na wale walekule watuone.